Kwa leo tumefanya ziara na wataalamu wote, taasisi zote. Hapa tuko na Luasa, tuko na Tanesco, tuko na Tarula, lakini pia na wataalamu wa halmashauri, lakini pia tumeungana na na wakandarasi ambao wana kazi zinafanyika kwenye eneo hili kwa maana ya kata hii ya Nyanungu. Tumeona changamoto ambazo zipo kwa kadri tulizopokea kwa wananchi na tumekubaliana kwa pamoja hatua ambazo tutazichukua kwa pamoja ili tuweze kutatua zile changamoto. Nishukuru pia, niko na wenye viti wa vijiji na kina vitongoji na baadhi ya viongozi wengine ambao katika eneo hili. Kwa tumepita kwa pamoja kukagua, kuona zile changamoto. Tumeona changamoto ya barabara ambapo na mkandarasi tunaye hapa na mtu wa Tarura tunaye tumeshampa maelekezo. Kuangalia maendeleo ya ujenzi wa shule hii ya Nyanungu ambayo ina zaidi ya thamani milioni 584. Mheshimiwa Rais ametuletea hapa. Utekelezaji unaenda vizuri na kazi zinaendelea kama unavyoona, mafundi wanaendelea kufanya kazi. Lakini pia tumepita kwenye zaanati yetu ambapo pale pakiwa na changamoto ya kufikika na matirio yanachelewwa yanachelewa kwa sababu ya barabara, lakini pia tumeenda kuangalia mradi wa maji, mradi mkubwa kabisa ambao utahudumia kata Nyanungu na Goronga vijiji takriban nane. Ipo changamoto ambayo kidogo ucheleweshaji ulikuwepo, lakini tunamshukuru mheshimiwa rais ameshatoa fedha na wataalamu wetu wa Luasa wamesha process fedha zile, tunatarajia mwanzoni kabisa wa mwezi wa saba huu ukamilishaji utaendelea ule mradi na wananchi wataweza kupata huduma ya maji kama ilivyokusudiwa. Lakini pia tumeona barabara ambayo ilikuwa na changamoto kubwa. Na tumepita tumeona, na bahati nzuri tumekuja na mkandarasi ambaye ameshapewa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa ukarabati ile barabara kuelekea kwenye shule lakini na zahanati e, tumepita kwa pamoja, tumeona ile changamoto na tumeshampa maelekezo mkandarasi, akishamaliza magoto anahamia hapa kwa ajili ya kukamilishaji ile barabara. Kwa sababu tumeona ni changamoto kubwa, ufikishaji wa vifaa tiba, lakini pia na wagonjwa kufika kwenye ile zahanati imekuwa changamoto. Lakini tumeona hata ile shule, wakati mwingine hata mitiani inabidi wabebe kichwani, kitu ambacho si salama sana. Kwa hiyo kuna umuhimu ile barabara kukamilika na tumemwelekeza mkandarasi. Na mimi nimesema na sisi tutahamia hapa na wataalamu wote ili tuhakikishe kwamba, e, ile miradi inatekelezeka kwa wakati. Mheshimiwa Rais ameshaleta fedha yote. Eh, kwamba wa wa kwa kwa wanatusaidia kutupa taarifa kama kuna ucheleweshaji wa miradi ngazi ya chini, lakini pia tumeenda mpaka kata ya Nyarukoba, tumekagua wale wakandarasi ambao walikuwa eh, wamechelewa kidogo kutekeleza ule mradi na nimeshakubaliana nao kuanzia kesho watakuwepo site, na tumeshaona baadhi ya vifaa, makatapila, magreda yameshaingia ile eneo kwa ajili ya kuanza kutekeleza ule mradi. Kwa hiyo ziara yetu tumehitimisha kwenye hii shule ambayo kwa kweli wanafunzi walikuwa wanatembea umbali mrefu eh, ukamilishaji wa huu mradi ambao tuna